Kwa kajaa mstari wa kwanza. From the first verse of Deuteronomy 6:1-9. Neno Bwana inasema hivi, na hii ndiyo sheria na amri na hukumu alizoziamuru Bwana Mungu wenu mfundishwe, upate kuzitenda katika nchi ile mnayoivukia kuimiliki, upate kumcha Mungu wako kushika amri zake zote na sheria zake, zinazokuamuru wewe na mwanao na mwana wa mwanao, siku zote za maisha yako, tena siku zako ziongezwe. Sikiza basi, e Israeli, ukaangalie kuzitenda upate kufanikiwa upate kuongezeka sana kama Bwana Mungu wa baba zako alivyokuahidi, katika nchi jayayo maziwa na asali. Sikiza e eh, Israeli, Bwana Mungu wetu, Bwana ndiye mmoja, na upende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa nguvu zako zote. tarwa sita nikulikulazia neno letu na maneno haya ninayokuamuru leo yatakuwa katika moyo wako, nawe uwafundishe watoto wako kwa bidii na kuyanena uketiko katika nyumba yako, na utepe yako njiani, na ulalako na uondokako. Yafunge yawedalili au alama juu ya mkono wako, nayo yatakuwa kama utepe katikati ya macho yako, tena yaandike juu ya, ya miimo ya nyumba yako na juu ya malango yako. Amen, tuombe. Mtakatifu Mungu wetu wa milele kuwa mbinguni, Baba, tunakushukuru kwa ajili ya zawadi ya maelekezo haya uliowaambia wana waizlemi, wa Israeli wanapovuka kuelekea kwenye wa nchi ya ahadi. Ni zawadi unayotupa leo na sisi katika maisha haya tunayoishi. Tunaomba e Mungu yasikizishe ndani ya masikio ya mioyo yetu ili tupate kuyatenda na tufanikiwe, sawa sawasawa na haki za Yesu Kristo mwana ka wetu, amina. Tuketi. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya siku hii ya pekee sana, siku ya sikukuu ya watoto. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya onyesho la watoto juu ya mistari ya Biblia ambayo wameshika astari ya moyo. Unaweza kufikiri kwamba ni jambo ndogo, lakini ni jambo kubwa sana, linafanyika katikati ya maisha yao, kwenye kugukungu za vichwa vyao, lakini naendelea kuwa kugukungu katika maisha yao. Tuwapongeze sana walimu kwa kazi hiyo kwa kazi hiyo kubwa. Neno ambalo tumepewa kutoka kitabu hiki cha Kumbukumbu la Torati ambacho ni kitabu cha tano katika vitabu vya Musa na kitabu cha mwisho. Ni kitabu ambacho anajiandika tena, naonekana aliandika maagizo haya kwa haraka wakati ndo anajiandaa kuwaacha, kufa na kuacha wao wakivuka kuingia katika nchi ya Ahadi nawapa maelekezo kutoka kwa Mungu kama jumlisho la jinsi wanavyopaswa kuingia na kuishi katika nchi ya Ahadi, nchi ijayo maziwa na asali, ili wapate kufanikiwa, ili wapate kuongezeka, ili wapate kuishi siku nyingi. Maelekezo haya wanapewa kwa sababu ni watu wa ahadi, wana agano na Mungu. Kwa hiyo amri hizi zitawawezesha kutunza uhusiano wao na Mungu wao, na amri hizi wanapewa sio kwa ajili yao tu, zinatakiwa ziendelee kurithishwa. Anasema kutoka mwanao na mwanae wa mwanao, kutoka kizazi kwenda kizazi kingine. Na mstari wa nne anaonyesha ukiri ambao ulikuwa ndio ukiri wa, wa Kiyahudi sikia e israeli shema israeli inaitwa shema au Israel. Israel. sikia israeli ni ukiri ambao walikuwa wana ukiri kuonyesha kwamba yupo mungu mmoja tu ukirudi kwenye amri mimi ni bwana mungu wa kusoma miungu mingine wanakumbushwa kwamba hawana mungu mwingine wanaye mungu, mungu mmoja ndipo mstari wa tano anakuja kuambia sasa huyo ndiye utakayempenda kwa nguvu zote, kwa akili zako na kwa roho na kwa moyo wako, kwamba wampende yeye kuliko vitu vingine vyovyote, na wataweza kumpenda nje ya kutii maagizo na amri wanazopewa. Ndipo somo letu la naanza sasa, mstari ule wa sita, kwamba maneno hayo yote yatakuwa ndani ya, ya moyo waishike, na kuweka ndani ya moyo si moyo utii wao wa kwanza uonekane ndani ya moyo wa wow, kwamba wana mtii Mungu, wana kuogopa Mungu, na maneno yale yakikaa ndani ya moyo, ndipo utakapoungana na mwimba Zaburi ya 119 mstari wa kumi na moja ambaye anasema, moyoni mwangu nimeliweka neno lako, nisije nikakutenda dhambi. Kwa hiyo wanajua wa kabisa neno la Mungu likikaa ndani ya moyo litamuwezesha mtu kuepukana na uovu, lakini pia neno la Mungu likikaa ndani ya moyo wa mtu litamfundisha. Bwana atamfundisha Zaburi ya 32 mstari wa 8an kusema nitakufundisha na kukuonyesha njia utakayoiendea, nitakushauri jicho langu likikutazama. Kwa hiyo maana yake neno la Mungu likikaa litafundisha litaonyesha njia na tukifundishwa na Mungu, hakuna mwalimu anaweza kuzidi Mungu na, na tukionyeshwa njia na Mungu ya kuiendea hatutapotea, na tukishauriwa na Mungu tutakuwa na hekima za kweli. Niliwahi kuona kwenye bibilia moja miaka ya themanini, mzee mmoja alikuwa na bibilia yake ameiandika hapa mwanzoni, anasema kitabu hiki kitakutenga nadhani au dhambi itakutenda na kitabu hiki kitabu hiki kitakutenda na dhambi au dhambi itakutenda na kitabu hiki maana yake ukikaa katika neno itakutenda na dhambi lakini dhambi ina uwezo wa kukuondoa usipende neno wala usisome neno ndio kumaanisha kile kitabu sasa wenzetu hawa wana wa Israeli namna watakavyo kwenda kufanya, anasema maneno haya utayaweka ndani ya moyo, halafu uwafundishe watoto wako kwa bidii, waweze kuwafundisha watoto kwa bidii. Kwa kumbe wanafanya wazazi wanafanywa kuwa ndio walimu wa kwanza wa watoto. Mzazi ni mwalimu wa kwanza wa watoto. Hapa tunao walimu wa shule ya Jumapili. Walimu wa shule ya Jumapili wanatakiwa wafanye kazi ya kurutubisha, kurutubisha mbegu ambazo zimepandwa katika familia. Kwa hiyo mzazi anasimama kama mwalimu wa kwanza wa mtoto. Mrithishaji wa kwanza wa imani wa mtoto ni mzazi. Hata Mtume Paulo anapojivunia juu ya wanafunzi wake, ambacho tumemwita Timotheo, mwanafunzi wa Paulo, Paulo anakiri wazi kwamba yeye amefanya kazi ya kuhutubisha tu. Anasema, imani iliyokuwepo kwa bibi yako Lois na ikawepo kwa mama yako Eunike, na wewe una imani. Imeanzia kwa bibi yake, imekwenda kwa mama yake, anasema na wewe una. Timotheo wa pili mlango wa kwanza mstari wa tano anaonyesha kabisa kwamba yeye anapofundisha na kujivunia kwamba ana mtumishi mzuri, ni kwamba ameandaliwa katika familia, katika malezi, katika malezi. Tunaambiwa kwamba hivi tulivyo asilimia 80 ni kutoka katika malezi ya familia asilimia ishirini ndipo unapokuja kukutana na shule na mazingira huwa ninajiuliza sana kama hivi nilivyo asilimia themanini ni malezi na mimi darasani nimekaa miaka ishirini na tano saba ya kwanza sita ya pili ikaja ikaja mingine mitano ya digirii ya kwanza miwili ya digirii ya pili mitano ya digirii ya, kwanza, ya, ya, pili, ya, ya tatu, eti nazidiwa hiyo inaingia kwenye asilimia ishirini tu. Sasa nikirudi na kuangalia katika uhalisia wa maisha, nikitaka kurejea jambo lolote katika maisha, huwa ninajisikia ninasema, baba aliniambia hivyo, baba aliniambia hivyo, mama amenifundisha hivyo. Ni mara chache sana kuweza kusema nilipokuwa katika darasa la shahada ya udaktari nilijifunza hivi Ukiona unasema kwenye kwenye darasa lakini, katika maisha ya kawaida, utasikia nasema mama yangu alinifundisha kitu. Nikizungumza katika mahusia ya kawaida ya maisha, nasema mama, wazazi wangu walinifundisha. Kwa hiyo tuweze kuona kwamba upo wajibu mkubwa sana ajili watu walifanya nini. Tusilalamikie mfumo wa elimu. Mahali pa kwanza pa kubadilisha mfumo wa maisha ya mtu ni kwenye familia, hayo mambo mengine yanakuja najeli kwa juu. Mimi familia yangu ni ya kijasiriamali, mke wangu ni mwalimu ambaye ameacha ualimu kaingia kwenye ujasiriamali. Tunaona jinsi ambavyo tumewaharibu vizuri watoto watoto lao wanakuta wanaingia. Mwingine kamaliza digiri yake asema sema, mimi kuajiriwa sitaki, ndio kujiajiri, anza kufanya mambo ya kawaida tu kwenda kuchoma kuku, huko kufanya nini na hivi na hivi, unaona anakumbe, kuna kitu fulani ambacho amekiona. Kwa hiyo anapokuwa chuoni anasoma chuoni, lakini anatembea kwenye silabasi ya familia. Kwa hiyo mara nyingi kinachokosekana ni sisi kwenye familia kurithisha sasa hapo ni kuridhisha maisha ya kawaida, maisha ya imani ndiyo zaidi. Tutaweza kulaumu mfumo wa kanisa, tukalaumu mfumo wa Sunday School, lakini mahali pa kuanzia kutengeneza ni kwenye familia. Na kwa hiyo ninajaribiwa mpaka isha mafunzo kwa wazazi vijana, namna ya kulea watoto, namna ya kutunza watoto, kwa sababu changamoto za wazazi vijana ambao ni watoto wetu sisi ni tofauti na changamoto ambazo tulikutana nazo sisi. Mimi nilipata nafasi ya kukaa vizuri na watoto wangu watatu wa kwanza kabla sijawa na majukumu mengi. Mtoto wa mwisho kwetu sisi hakutakiwa kuwa wa kwanza sb tuimzaaa mwisho mzazi tukiwa tayari na, na kufanya maksudi, tulikuwa tunasema tunataka tupate mmoja wa kutusindikizasindikizi, lakini kumbe naye akaooa na, lakini wale wa kwanza nipata ni nafasi nzuri ya kukaa nao kuliko yule mwingine ambapo majukumu yakawa mengi, lakini sikukubali kwamba majukumu yakuwa mengi nisipate nafasi. Akirudi nimekuwa namchukua nasafiri naye kwenye safari nakisaioiko kidatu cha na tano nimesafiri naye nimekutana naye kwenye huduma nimekutana naye ndio napata nafasi ya kuongea naye. Sasa mfumo wa kwenu ninyi vijana mlio wengi, sasa maisha ni kukimbizana, wengi wamepanga kufanya kazi maeneo tofauti na familia zao. Sasa hiyo isiwe kisingizio cha ja kusema mimi sitaweza kufanya, lakini wengine pia mnafanya kazi ambayo inakukamata asubuhi mpaka usiku isiwe sababu ya kisingizio cha kuacha kukaa na familia na kurithisha imani. Kama unavyopangilia mambo mengine kwamba ni lazima nikashiriki sherehe ya harusi ya fulani, nikikosa kwa sababu sitaonekana wa maana katika jamii, ni lazima upange na kusema ni lazima nipange nafasi ya kukutana na watoto, hata kwa muda mfupi. Ninamfahamu kijana mmoja, kijana mmoja na miezi kama mitano kama sita hivi, akirudi mwimbaji, amejirekodi, nimeona amejirekodi anaimba na katoto kake kadogo kenyewe kanayosha hivi. Sasa imefikia mahali akiondoka, akiondoka, mtoto analia, yani baba anaondoka. Lakini wengine tunaweza kukaa katika mazingira ambayo hata ukiondoka hakuna mtoto ana, lakini imefika Yaani, mtchstana kama anapoondoka mtoto analia, mama akiondoka anamwambia bye. Lakini mahali pengine imefikia mahali mtoto akirudi nyumbani likizo, anasema nimemkumbuka mama mshule wetu, nataka kule shule. Yaani hapa nyumbani naona pana bora, maanake tumeshindwa, tumeshindwa. Kwa kama kuna mbinu tunazohitajika katika mazingira haya, tunafanya nini? Wenzetu waliambiwa mketipo nyumbani tuzungumzeni hili. Huwa mkapo tuzungumzeni. Agenda zetu ni nini tunapokuwa? Na inawezekana wala hatuketi nyumbani na kuzungumza. Na inawezekana tukiketi nyumbani tunachokutana nacho kila mtu yuko na na kila mtu yuko na kila mtu yuko na simu. Pale nyumbani, pale nyumbani sisi changamoto huwa anatuangusha wa mke wangu. Anaweza kutoka huko kutoa sebuleni, mmekaa kila mtu ameinama kwenye simu, baba kwenye simu. Sasa mimi najibu sasa, nani alinitafuta mchana, mchana nikiwa ofisini, kuna kitu gani nafuatilia. Kumbe na watoto nao wanafuatilia. Akija anakuta watu waongee, unasikia ninyi, watu kwa nini amaongee, kila mtu kuna simu, kila mtu anacheka na simu. Sasa simu zinatuondoa kwenye mazungumzo. Ukitaka kuangalia, hata mkikutana mahali watu watatu wanne, watatu hamzungumzi, kila mtu kwenye simu watu wazungumze lakini, wakati mwingine hamzungumzi kwa sababu kuna mambo mengi ambayo mnakufanya mengine kabisa. Sasa wenzetu alisema nyumbani kuzungumza iwe ni agenda nyumbani, neno la Mungu. na neno la Mungu sio mambo makubwa ya kuzungumza, mwingine atafikiri kwamba lazima uandaye mahubiri ni kuzungumza, unaaosia nini katika maisha ya kawaida, mnapata nafasi ya kufanya sala pamoja

anamwambia umeolewa kwenye familia, katika familia hii. Anamuelekeza, sisi sio watu wa matambiko, kama kuna yote ataingia kufanya matambiko. Huyo amegundua amejigundulia mwenyewe kwa akaweka misingi, unaiona kabisa, ni mambo ya kawaida. Kwa hiyo anatutaka tuweze kufika mahali ambapo anasema tunapolala tuzungumze hivi, lakini wenzetu andika kwenye vizingiti vyao. Sisi katika mazingira tunaandika wapi? Tumebandika nini ndani ya nyumba? Ukiingia unaona kitu gani huko? Nyumba kulikuwa na mistari, mpaka sasa imebandikwa, Bwana ndiye mkuu wa nyumba hii, msikilizaji wa mazungumzo yote na mambo mengine, kwa sababu kitu kinapoonekana kinaingia kwenyaunu kinaweza kukaa. Kwa hiyo katika Sikukuu hii ya watoto tunapoangua, tuwapende watoto. Kama kuna urithi mkubwa, kama kuna upendo mkubwa unaoweza kufanya, ni kuaridhisha maarifa ya neno la Mungu. Tutakuwa tukiwaridhisha baraka, watafanikiwa. Sababu tukiwaridhisha elimu bila neno la Mungu hazitawasaidia, tukiwaridhisha mali bila neno kwa Mungu atusaidie ndani ya familia zetu, tuweze kuridhisha watoto neno la Mungu, kuonyesha kwamba tunawapenda ili waweze kuwa na maisha yao yenye utii kwa mungu wetu. Amen, tusimame.